Heshima kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassani tangu alipoingia madarakani hadi leo amefanya mengi, amefanya makubwa ambayo yameacha alama katika taifa letu, lakini ni ya mfano wa kuigwa ndani na nje ya nchi yetu, lakini sio nchi tu, kimataifa na hata kidunia. CCM oi kura za heshima. Tarehe 29 Oktoba, twendeni tukamuheshimishe, tumpe kura nyingi. Hizo zitakuwa ni ishara ya upendo, lakini heshima, lakini shukurani kwa yale aliyoyafanya ya katika kipindi cha uongozi wake. Lakini kura yetu ya pili ni ya mbunge mteule wa jimbo la Sikonge Injinia Amos William Maganga. Twendeni tukampe kura za heshima, tukampe kura za kishindo ili aweze kuwa msaidizi mwema kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu tukimpa kura za wasiwasi wasi, hata kule anapokwenda kufikisha kapu atakalotoka nalo kwa Mheshimiwa Rwambano watakuwa na kigugumizi, wanajiuliza, ukaleta kapu la Kiloleli linahitaji hiki na kile, mbona kwenye kura hawajatuunga mkono? Uongo wanachama wenzao. Lakini jambo la tatu, hivi jamani kweli mafiga mawili unaweza kutenga chungu au sufuria, si huwa tunabumba mangapi jamani, <manyan> au tunafinyanga mangapi <manyan> iwe chungu iwe sufuria kitakaa. Uongo kweli si? CCM oye! Siwezi kuelezea aliyoyafanya Gastor Rwambano kwa sababu yuko atatupa kipande kidogo sana cha robo tu, sijini naelewe yale aliyoyafanya Gastor Rwambano Kiloleli. Na mimi nitumie nafasi hii kuasa viongozi wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, wanachama mkiwemo mabalozi na wanachama wengine, mfano wote tuliokutana humu, ndio kazi yetu kubwa kwenda kuhamasisha wale ambao pengine si mwanachama wa chama chochote, lakini ni mpiga kula. Ni lazima tuhakikishe tunaenda kuhamasisha ili tupate kula nyingi za kishindo za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini za engineer Amos Maganga, lakini na za kwangu pia kama diwani, kula za ndiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kipindi cha cha miaka mitano ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi kama Kiloleli tumenufaika na miradi mingi ya kimaendeleo, miradi mingi ya kimkakati tumepata kwenye maeneo yetu. Mpaka sasa t tuna mradi wa ugenzi wa kituo cha afya tumeingiziwa kiasi cha shilingi milioni 200. Hayo yote ni matunda ya daktari Samia suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti, tumlipe nini? Sisi tofauti na kumrudikia kula hatuna cha kumlipa. Tunaenda kushindana mheshimiwa mwenyekiti, kwenye kurudika kula na imani tunatamani tukawe wa kwanza kwa daktari Samia suluhu Hassan, kwa injinia Amos William Maganga. Mheshimiwa mwenyekiti, mapinduzi wa wa na wananchi waungushwe wa chama wenzangu wa chama cha mapinduzi na wananchi wa kata Kiloleli muunganiko mzuri wa mimi na injinia Amos Maganga utaenda kuleta maendeleo makubwa kwenye kata. <laughs> Na bahati nzuri, mheshimiwa mwenyekiti, mimi ningekuwa ni mchezaji wa mpira, ni kiungo ambaye sina namba mimi na, mimi combination yangu ni ya mtu yoyote. Sasa na imani combination yangu mimi na engineer Maganga kwa kweli, kwa, kwa kipindi cha miaka mitano cha engineer Maganga n ya Kiloleli natarajia makubwa ambayo yanatokea kata Kiloleli, hakuna sababu. Chama cha Mapinduzi imefanya mambo makubwa katika nishati ya umeme. Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake imefanya mambo makubwa kweli, sio kweli? Vijiji vyote sabini na moja vya wilaya yetu ya Sikonge vikiwemo vya kata ya Kiloleli Themanini na saba mpaka hivi sasa tunavyoongea, vitongoji mia sabini na sita katika wilaya yetu ya Sikonge vina umeme si siu? Oh, okay. kumi na kazi, no na umeme sisihemul vitongoji mia moja kumi na moja nimeshaanza tayari kuvifanyia kazi, ndugu zangu, kuhakikisha vitongoji vyote hivyo navyo vinapata umeme mpaka kule Makayanda kwamba kama ni maji tunapata maji ya uhakika. Sisi tuna maji kutoka pale Urua, yanafika hapa, yawezekana pata yanafika kwa shida shida, sio kweli, lakini bado mheshimiwa rais ameona kwamba atoe sasa maji, atoke ziwa Victoria, yafike mpaka huku Sikonge. Jamani, ni jambo dogo hilo, kulikuwa hujawahi hata kufikiria, hata kuota ndoto kama maji anaweza kutoka Jamani tumpe haki yake Mama Samia Suluhu Hassan oh, yeah! tumpe haki yake Mama Samia Suluhu Hassan oh, yeah! si siemu hoye oh, yeah! Lakini kubwa kabisa ambayo na menyema hata usingizi, ndugu zangu, ni barabara zetu. Ninamuomba <laughs> <laughs> Mwenyezi Mungu usiku na mchana atoe kibali, atoe kibali inapitia hapa ikaenda mpaka Kipili mpaka Manyoni mpaka kwa mheshimiwa rais kule Dodoma. Tunaomba hiyo barabara itengenezwe. Nilia siku hile, nadhani kama mlinisikia, nilikuwa na sana sana sana sana, ndugu zangu wana Kiloleli na wana Sikonge wote kwa ujumla, ninasema ipe nafasi hii aliyonipa Mwenyezi Mungu. Ninasema kwamba ndugu zangu, sitawaangusha hata siku moja.